Kwa heshima kubwa ambayo mmenitunuku kuja kuungana pamoja na ninyi katika kusherehekea sherehe za watoto wetu wa form four, mahafali ya pili ya shule yetu nzuri ya Makang'wa sekondari, ninashukuru sana kwa heshima kubwa ambayo mmenipatia leo hii. Mnaweza mkaniona kwenye vazi hili mkashangaa, hivi huyu ni mchungaji, huyu ni paroko au huyu ni nani? Kwenye siku kama ya leo, ni sherehe ya kitaaluma, wazungu wanaita academic convocations, ni sherehe za kusherehekea safari kubwa ya kitaaluma. Leo hii tunashuhudia kwa macho yetu watoto wetu hawa wametuleta hapa. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu sana mwingi wa rehema mwenyezi ambaye anatujalia afya na leo kutuwezesha tuko hapa tukiwa salama. Watoto hawa wametukusanyisha leo hapa tukishuhudia kwa matendo na kwa macho kazi kubwa ambayo iliasisiwa na wadau wetu, wadau wa Makang'wa, wadau wa hapa hapa na sisi wataalamu. Najua bodi, mmefanya kazi kubwa katika kuisimamia hii shule mmeendelea kuwasimamia wazazi, mmeendelea kuwasimamia walimu, lakini pia tuwapongeze walimu. Walimu wamefanya kazi kubwa sana ya kuwafundisha hawa watoto. Mi nilikuwa nasikia wameanza mia moja arobaini, sasa hivi wanagraduate sabini na sita. Sijui wengine wameingia wapi, na ndiyo maana sasa tunaungana na shule na jamii ya Makang'wa kuhakikisha tunajenga hosteli ile pale. Hatuwezi tunakuwa na wanafunzi mia moja arobaini leo hii tuna wanafunzi sabini na sita haiwezekani. Na pengine wangekuwa wanaenda Mloa wangepungua zaidi, uongo kweli, wangekwisha kabisa. Na nimesikia kuna mimba sita. Ni dada zetu ambao tungetegemea na wenyewe siku moja wasimame, waitwe daktari, kama anavyo Daktari Samia Suluhu Hassan. Shule hii imeendelea kuongeza miundombinu ya ujenzi lakini pia inaendelea na ujenzi wa boma la hosteli kwa wanafunzi wa kike lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 80 kupitia harambee ya uchangiaji iliyoibuliwa kwenye mahafali ya kidato cha 4, Oktoba 4, 2024 na kusimamiwa na wadau wa elimu kama wasomi, kama watu wanao mtazamo wa mbali wa kuleta maendeleo hasa ya elimu. Makang'wa wameendelea kukaribishana. Mgeni rasmi akiwa mwenzao walikalao wamekaribishana. Kwa hiyo na sisi wazazi, na vijana ambao mnahitimu, basi muwe na ubunifu huo huko mwendako ili muijenge Makang'wa. Naambia wenzetu wa vijana, tunatamani mmalize shule mkafanye mambo makubwa huko mbele, mrudi hapa, nanyi mtoe shukrani zenu kwa shule hii ya Makang'wa, mjione siku moja, mlete hapa, mleta kompyuta metadaasai kujenga ili mwutoi hitima yenu au zawadi yenu kwa watu waliofanya haya mema. Lakini si wadau, tunategemea zawadi kutoka kwetu kwenu, ninyi zawadi ni moja tu, tunataka matokeo mazuri. Kwa ujenzi wa hotel umeanza, mmeona pale matofali hapo, mchanga upo na msingi mchachimbwa, na hotel lazima ijengwe.